Afu nasikia bidii wanafanya uchaguzi nahisi eh? Okay. Eh, nahisi kama kuna uchaguzi hivi mm. yaani maana yake kuna uchaguzi wa viongozi oh, okay. yaani nachoweza kusema kama kuna uchaguzi wa viongozi naomba kwamba viongozi wanaochaguliwa sasa hivi mkae mkijua hatuto nyamaza viongozi wa <laughs> wapya mkae mkijua, wa mimi personal sitoa nyamazia kwa sababu tumechoka kila siku kuona ligi yetu inaendeshwa inaendeshwa kis... kisera sijui mwanangu, yani sijui, yani. Lakini... hivi ma... ushaona maandalizi ya mechi tu hata ya KMC na Singida hapo KMC hapo kwenye uwanja wao, hivi sisi tuna kiwanja kwanza <sighs> Tuna indo. Indo. <laughs> <Don Bosco. laughs> Miaka mitatu nyuma nakumbuka miaka mitatu mitatu nyuma kuna gemu sinajua tena maaba na Savio. Mm. Game moja ya Savio nimeenda e, umeme ukakatika, tukaenda kuja kumalizia dakika. Eti Don Bosco mwanangu amna aibu right, kama hivi. Okay, for example mi ndo nimelipa rights za kuonyesha hiyo ligi nakuja kuniambia Uwanja umezimika taa hivi, nawaelewa ko bwana, nikupe juzi juzi tu hapo, hey. JKT na nani ya, ya nini ile? Ya scoreboard hivi. Na na dak. imekaa kimkakati. Usina Dar City. Eh, ilikuwa imebaki almost dakika moja. Dar City was up by 6 points kitu kama hicho. Ubaya wa game za namna ile. Ikilala. Game ikilala. Ujui mimi kesho naamkaje hivi n mimi ninachokumbuka, siku ile walikuwa wanasema ziko tatu. Kulikuwa kuna mashindano ya ba kiba, and then kulikuwa kuna mashindano ya wadada, kulikuwa kuna NBA League ba Zanzibar, sindio? Halafu moja ikawa inatumika pale Zenji kwepo na Zubas, si ndio? Zubas eh, Zuba ilikuwa ni ba ni ya wadada ya wadada ya wadada, nakumbuka, ni ya wadada. Eh, nakumbuka so, kuna gazi ya wachezaji walienda nakumbuka Jaki, mm-hmm, alicheza all in londo alienda kucheza ambao ya ni Fox Fox Devils, sample ipo kule afu kuna scoreboard, ndio ile pale tulikuwa tunaitumia pale ikazingua ko yaani, na gemu ilikuwa da, imebaki dakika moja sijui na sekunde kadhaa, Dar City walikuwa up by six kama points, kitu kama hicho. Ubaya wa gemu kama mm, yeah, zile za kulala ujui, mimi kesho na mkai. Kilichotokea gemu ikapinduka, JKT akashinda kwanza. Na hii series nzima JKT alikuwa anabadilika dakika tano za mwisho za mwisho mwisho, so alikuwa afanya nini? Na isi kama afu waliko no, no, no, no, dakika tano za mwisho, Marwa in the house. Ukimwangalia kama lazy hivi kama slack, slack. Ukweli, yeah. Ule jamaa kwa game za zile za playoffs, na namwonaga kama amelegea ila ni akishikaga mpira naonaga kabisa yeah. naonaga kabisa yeah. kwamba yeah. Siyo... jamaa alikuwa anaweza, ana average ya blocks per game, alikuwa anapiga blocks kuanzia nne hivi kwenda juu kwa, kwa, kwa, zile game, kwa playoffs tu, alikuwa na average ya block. Kuna moja alipiga block mbili, si tatu in a second, yani alipiga block, akaja mtu akapiga block, akaja akapiga block, nikasema shuuli tunaye nsaahivo shuuli tunaye jama jamaa, na hate vizuri, na pia ni mtu ambaye yeah, an you know, discipline yule, na undugu na yule mshikaji liodaile yule sama uh, like yeah, yeah, yeah. Na na pamoja no Cisco na huyu na Ima wanajuana muda mrefu naisi, kwa sababu ya ukandazi, unaona watu wale wa kandazi. Bisi anawajua vizuri wale. Dada yake yuko Philippines eh, alipata timu eh. Kwa vijana, Bahati Mgunda o ya kusaidia mchezaji kwenda sehemu nyingine kutafuta, yaani kui kwenye kukuza mchezo kukuza, kukua wao pia, manake sometime, unajua unavotoka hapa KD, kutoka Tanzania ukaenda kucheza Kenya, kisha ukatoka ukaenda kucheza Malawi, ukaenda kucheza Seychelles, ubongo wako huwezi kuwa sawa. Ulivotoka hapa ukaenda Kenya, ukienda sehemu nyingine, kadri unavozidi kukua, kama unavyosema the more unavokuwa kwenye kikapu ndio vitu vinazidi, unaelewa, vinazidi yeah. Kuna muda sisi hatuchezi kikapu lakini tupo nje, yani unajua kabisa pale Baraka kuna kitu anafanya, anasubiria screen, kuna mtu anahitajika help pale, kuna wachezaji wako ndani ya uwanja hawajui, lakini sio kwamba hawajui kwa sababu usijui hawajui. Ah, ah. Bado wanakuwa kwenye game, exposure exposure, so sha kwa, kwa coach Bahati anavowapeleka, anavojaribu ku chambua chambua watu na sio kochi Bahati peke yake, saa vijana, watu wengi sana wamepata nafasi hizo wamepitia mm, kwa bahati, kwa bahati ni kubwa sana asilimia kubwa sana ilikuwa na hiyo kipindi kile, wako savio, so unajua si unajua pale sala nyingi, Mungu ana Mungu ana mwagia baraka yake, anachafuanisha baraka, chafuanisha uona hisi kutokana na kitu gani kinafanya anahisi kama vile sijui mfum mfumo makocha wetu makocha wetu ameshamsikia, kocha mmoja anamjia, nimeshaona Tekenya anaambiwa na kochawe hey, hey, tumekuja tuone stare, yani tunataka kuona stare ya Tekenya, yeah. Kuna kuna mchezaji aishaye kutolewa simkumbuki nani kwa sababu alikuwa akipata mpira anauma ana, ana, ana, ana njonjo kidogo mpaka uvushe mpira wake. No, tumeangalia nani, Savio kile kipande kile. Lakini sasa nikwambie kitu mm. Game za mwisho Charles kama zilimkata hivi good kwanza nakidali kwanza ogopa sana mtu anatembelea, kwa hiyo yani watu wana mabegi bwana. Kikapu without begi ni ayusho, ni uongo. Mabangi kabla hajawa na mwili vile, alikuwa Slim Shady hivi oya, alikuwa na mabegi vibaya mno. Sasa unajua, vijana wa Mwanza wameenda kule makorokula kula nini, nini. Hiyo mabangi mabangi ndo aende kulia eh, aende kushoto kulia like, uh, popote pale nishaona siku moja, watu watu akimkamia nikaona weakness ya mkono wake, sema sasa uwe mkono uwe mkono, akiamua kuambia kwamba nakuja bro oye, mimi kuna siku mabangi nimekaa unajua mambo ya kukaa nyuma ya mabenchi haya. Hmm. Wa, wa na we. Well, kama akatoka kwenye, kwenye umepita oh. Kasema yes Nikasema huyu mtu sasa akumbae na mimi huu uh, uh. Kikweli yule jamaa alikuwa anaenda kudanki u uh. ah, nikasema babu, nikamvuta mkono namvuta mkono, mwana naona nazidi kupelekwa juu. Kipindi hicho mwanangu alikuwa mtu fulani tu anachomoka ni danki, sio kitu chake cha kawaida. Alinyanyuka hivi nikamshika mkono, lakini nilivurudi chini. Mwanangu nilipepesuka, azidi kunipeleka, akaniangalia, mtakuua kama ukutane na Isa kwa sababu, kiukweli kiukweli basketball ambayo tulikuwa tunachezaga sisi, unajua, na ndio maana na kitu ambacho hmm, kilimsaidia kilimsaidia mshikaji ameweza kucheza, kwa sababu kipindi yuko Mwanza, alikuwa hajawahi kuwa MVP hmm, akaja kucheza ligi ya hapa, alicheza magone, lakini Musa Chacha anacheza d, amecheza kama season mbili hivi, amerudi Mwanza kama likizo hivi, akaenda kuwa MVP back to back, na ugumu wa ligi yetu. Uh, so kama kawaida kwenye kikapu podcast

ilikuwa ni dala zina Sacramento something like that out for ile babu. Yani ni, ni miezi sita mpaka nane kuja kukaa proper isio yani right. Ni noma sana ni, ni si exactly yani mimi nishona msimu kwa kama msimu wa kaili elfu mbili na kumi na nane aliumia kipindi kama hichi ambapo timu inamtegemea Boston, aliumia kipindi kama hichi ambapo timu inamtegemea. Kitu pekee ambacho kilikuwa kimenweka mimi very emotional ni kwenda kupiga zile free throw then unamwona machozi anamtoka, sa my, of course that's mamba mentality, amefanya vile because of Kobe, sure, yes kama umeona. Na kuna maneno kama uliyaona pale kama alimfuata, akapiga thank you God, evoya alipopata ile ya kwanza akapata ya pili, then alipata zote mbili, yote, then alipata mbili zote. Baada ya hapo akatoka. Yani sisi kama wachezaji not only kwa sababu, tunacheza pickup sometime, tuna vitournament tunawaga, tunashiriki tunajua maumivu ya na siju mwanaalewa maumivu ya kila kitu, bega siju mwanalewa. So kwa injury kama yakai tunajua kabisa ndio arudi tena uwanjani mpaka mwakani, next season yenyewe sio kama mwanzoni naweza ikawa yani, media day itapita, sijui yeah, nini. Yani utamwona hapo labda game kadhaa tu, tukamshukuru Mungu tu, tukipata kitu mshukuru Mungu. Alafu kilicho, kilicho uma zaidi ni kwamba unajua jamaa Dallas watu wapo wameshamkubali. Oh. Yeah. Najua. Kwanza unakujua Dallas, Dallas wana maumivu mawili. Maumivu ya kwanza <laughs> ni trade ya Luka. Sio kwamba namdisrespect Anton Anton Davis. Davis. He is a superstar. That's why kama umeona kwenye interview yake siku mbili zilizalikuwa, anajua sina nani Dallas. Sio maanaelewa. Yaani, amejaribu kutuonyesha kwamba sawa, kuna trade imetokea, but you guys niaminini, basi of course timu imeanza kumwamini na yake aumia. So maumivu anao mawili, na maumivu ya Luka, yaani Luka maana yake anazungumzia trade ya AD kukaa nje, maana yake ni maumivu. Maumivu pia jamaa ana injuries, ana injuries nyingi sana sasa hivi yeah. Leo wamekuja wamecheza game hapa juzi, sijui na hiyo game anaumia career. Irving ilikuwa kama siyo Lakers Sso so yeah. Kwa sababu game wa Lakers walishinda, e, walishinda Lakers yeah, walishinda Anton Davis mm. Zikaonyesha paa zake nini championships, unajua appreciation ile Really up, number, crazy numbers a... 30 something 20 something 20 20 20 20, 22, 22 ndio yeah, uh, wana. na wanaosubua na nani wanajaribu kuonyesha kwamba foreigners hawana yeah. yeah. nafasi lakini, like, yeah. yeah. kiukweli wivipata picha Shai, LeBron angekuwa naitiwa faulo za, foul za Leme, Leme, shai hapa bana angekuwa naitiwa faulo za Shai. Yani kuna mda mwingine unaona kabisa yani sio foul bana yule jamaa, yule jamaa, yule jamaa mingia jamaa kwenye ligi, elfu mbili na kumi e, na, na, e, na, na tisa naingia kwao, alikuwa na kigame flani hivi akaona, alikuwa na Akona, mm, Shai, ya begi alikuwa nalo way back, lakini sasa begi lako ah, unalipambania unali vipi kwao jamaa, akaenda akajitafuta karudi kuna wachezaji naweza nikasema, kuna wachezaji wanaweza kucheza ku draw fouls, si unaelewa. Shaya anaweza kufanya hivyo, Shaya, Shaya anaweza kutuliana muda huu, naenda kutafuta fouls, naenda kutafuta fouls. Luka Doncic anaweza kufanya hivyo, James Harden pia anaweza, James Harden anaweza kufanya hivyo. Sasa hivi, eh, Jimmy ah, Butler, Jimmy Butler <laughs>

alafu kuna kitu kingine ambacho watu wengi awakijui, unajua Amerika na Euro, uh, chanel nyingi za sports uh, n no, no, no. Yani zina chanel nyingi za sports zinazoangaliwa kila siku, yeah, cool, yeah. so, endeleeni kuongeza akaunti nyingine za michezo mapodcast na <laughs> nini yeah, tuwe wengi watu waangalie vitu tofauti tofauti. Yeah, tukutane tena seshin nyingine ya poroje za kikapu. Unaweza ku comment hapo uh, kutuambia ungependa tuwe uh, na nani akae kwenye. Mi naweza nikanyanyuka nikakaa mtu, tupige naye story. Maana kuna watu wana hasira, wanaweza wakaniona wakawa na hasira. Lakini mi sitomfichaficha me, watuambie gesti anayofuata ambao wana wish kumwona aongee na sisi, sawa. Pia kama kuna vitu tunakosea, msiogope ku comment na sema hamna, sema tu binadamu. Sisi, sisi binadamu bwana, sisi kama marefa wa Arabia hmm. E, tunapiga filimbi nini, lakini kuna sehemu tunakosea, msituchukulie mm. Ja, serious sana, tunawapa burudani sana tuna. Au pita na lingine la ziada, subscribe channel ni